Mimi naitwa Sergeant Restituta niko dawati la jinsia sentro pale polisi wilaya. Kinachotakiwa yani, kusiwe na siri, tuwe mabalozi wazuri kwa wale watoto wetu wanaofanyiwa ukatili, kwa sababu akifanyia ukatili, mwambie asifiche, aseme, amwambie mama, amwambie baba, hata kama ni dada yake au mtu yeyote anaye mwamini, mwalimu, daktari, yani aseme, asifiche, kwa sababu unapofika pale polisi, cha kwanza unapata huduma nzuri. Na unaweza usifike polisi kwanza. Pale Mount Meru kuna kituo kile cha One Stop Center. Pale kuna polisi, kuna ustawi wa jamii yani sekta zote ziko pale. Kwa anapofika pale atakuta, atakutana na PF3 iko pale, atashughulikiwa vizuri mno. Baada ya hapo atarudi kituo kikubwa, sasa kule kesi itafunguliwa, taratibu zote zitafuatwa vizuri na mpaka kesi itapelekwa mahakamani. Kwa hiyo tuwe mabalozi wazuri kwa wale watoto wanaofanyiwa ukatili. Hata na nyinyi akina mama mnaofanyiwa ukatili msiogope wakina baba, msiogope wakina baba. Walikuwa wanajua kwamba dawati la jinsia linawahudumia wanawake na watoto tu, lakini kumbe lile dawati la jinsia linahudumia jinsia zote, baba, mama, watoto wote. Mna haki ya kuja dawati la jinsia endapo unapofanyia ukatili. Kina baba wanapigwa, wanakosa pa kusemea. Kina baba hawa hawahawa wananyimwa unyumba, lakini wanaona kwamba ni kitu cha kawaida. Ule ni ukatili na sababu inakuwa ni sisi wakina mama. Mama akipoa shilingi elfu kumi anaona ni hela ndogo sana haikidhi, lakini hata mimi polisi natamani nipate ile elfu kumi niweze kuulea watoto wangu. Tunakaa tunaangalia. Sasa sababu yaani wababa, hizi elimu tunazotoa wakina baba wanakuja, wamefunguka, wanakuja wanasema wamechoka na kelele. Kina mama, tumekuwa na kelele. Sio nyie, hata sisi tuna kelele tumekuwa sababu ya kuwafukuza hao wanaume waka, wana, anatamani kurudi nyumbani aje kupumzika, lakini anaona nikifika pale kelele, silali hapa. Kaliki, tubadilike sisi wakina mama, tusiwe sababu. Kila saa sisi tunasemwa tu, tusiwe sababu. Na hata nyie wakina baba pia, kuna wakati sisi wakina mama tunawamisi, tunatamani muwahi kurudi nyumbani. Mmekuwa wa kurudi asubuhi mmekuwa wakurudi kila siku muda umekwenda. Kuna wakati watoto wanatamani kukaa na nyie mezani, wanatamani tuwaone, yani waongee na nyie mawili machache, wanatamani tuulizwe kwamba sasa yani, mmefanya homework. Asiwe mama tu asiwe dada tu kwamba halo, ya, yani mama hey, hey, vipi dada, mtoto amefanya homework au hey, umshotandikiwa amelala? Hapana, wanatamani kutuona. Baba unapochelewa Unampa sababu mama na yeye akufanya kitu kingine akachelewa, hiyo inakuwa sio nyumba, inakuwa ni ushindani, si ndio jamani eh? si ndio? Kwa hiyo mimi naomba mkae mabalozi wazuri. Sisi tumekuja kubrash kidogo, lakini na hilo tu muelewe. Karibuni dawati la jinsia, mkiwa mna changamoto yoyote njoeni, msiogope, sisi tupo, ni bure, wala sio pesa. Tunafanya kazi masaa 24. Nikiacha namba za simu, nikipigiwa nafanya kazi. Kwa nini sifanye? Kwa nini nisitengeneze ndoa? Na ukumbuke dawati la jinsia halitenganishi ndoa bali linapatanisha. Ikishindikana zaidi tutakwenda hatua kwa hatua. Mtafika kwa wanasheria hawa hawa. Mtapelekwa mpaka itafika mahakamani. Kila mtu atapata haki yake ya msingi. Kwa hiyo msiogope. Kina baba karibuni dawati, kina mama karibuni. Waleteni hata ukimsikia jirani, hata ukisikia mtoto anapata shida, amebaka, amefanya nini? Karibuni dawati la jinsia tuko kwa ajili yenu, kwa ajili ya kuwahudumia. Mimi ni hayo machache tu ingawa nina mengi.